Taharuki metanda nchini Tanzania baada ya Daktari Emmanuel Nchimbi kupotea kutoka uso wa umma. Mijambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Ukosefu wa mwonekano wa kisiasa wa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa jina Daktari Emmanuel Nchimbi umeibua mjadala mpana katika medani ya siasa za Tanzania baada ya kauli iliyotolewa hadharani na mwanahabari na vilevile, mwanaharakati Maria Sarungi kuhoji alipo na kwa nini sauti yake inaonekana kufifia katika shughuli za chama. Kauli hiyo iliyosambaa kwa kasi mitandaoni imechochea tafsiri nyingi kuhusu mienendo ya ndani ya CCM mvutano wa madaraka na ujumbe unaotumwa na wanachama na umma kwa ujumla. Hoja kuu inayozua mjadala si tu kuwepo kwa salamu au matamko ya kawaida kutoka kwa makamu huyo, bali ni dalili pana zaidi ambazo ni kurasa rasmi za chama na za uongozi wake kuonekana kuwapa uzito zaidi viongozi wengine kama mawaziri au makatibu wakuu kuliko makamu mwenyekiti mwenyewe kwa chama tawala kinachojivunia nidhamu na muungano ama na muundo dhabiti wa uongozi aliimechukuliwa kama ishara ya jambo kubwa linaloendelea chini ya pazia. Na kwenye ujumbe wa Maria Sarungi alisema kuwa, kwani makamu Nchimbi yuko wapi? Maana naona hata birthday ya leo amekosekana, hata salamu hakuna Alafu mkiingia ukurasa wa makamu, ni masauni au PS Muyungi ndio wameposiwa zaidi kama asilimia themanini kuliko makamu mwenyewe. I see huko ndani hali si hali naona, ila tutaelewana tu muda si mrefu. Ujumbe ulioandikwa na Maria Sarungi kuonyesha hofu ya wengi ya Watanzania kuhusu kutoweka kwake makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi nafasi ya makamu mwenyekiti wa CCM mojawapo ya nguzo muhimu katika mfumo wa uongozi wa chama. Kihistoria, makamu amekuwa akichukua jukumu la kusimamia utekelezaji wa maamuzi ya chama, kuunganisha makundi ya ndani na mara nyingi ama mara nyingine kuwa sauti jitokeza ya tahadhari pale tunapojitokeza ama kunapojitokeza migongano ya maslahi kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa walionukuliwa na East African, nafasi hii imekuwa kiungo muhimu kati ya uongozi wa juu na wanachama wa chini, hasa katika vipindi vya mpito au kuelekea uchaguzi. Hivyo basi ukimia au kutokuwepo kwa mwonekano wa makamu wa muda mrefu huibua maswali ya msingi. Je, ni mkakati wa maksudi, ni matokeo ya mvutano wa ndani au ni ishara ya mabadiliko ya mizani ya nguvu ndani ya chama tawala? Taarifa kutoka Daily Nation zinaonyesha kuwa vyama tawala barani Afrika mara nyingi hukumbwa na migongano ya ndani isiyoonekana hadharani, hasa pale kunapokaribia uchaguzi au mabadiliko ya kizazi cha uongozi. Na ndani ya CCM kumekuwepo na mjadala mpana kuhusu ushawishi wa makundi mbalimbali, wazee wa chama, vijana wanaochipuka, na vilevile watendaji wa serikali wanaojikuta wakichukua nafasi kubwa katika maamuzi ya kisiasa ukweli kwamba maudhui mengi kwenye majukwaa rasmi yanaonekana kumwangazia zaidi waziri na katibu mkuu kuliko makamu mwenyewe umetafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama ishara kuhamishwa kwa, kwa uzito wa mawasili ama uzito wa mawasiliano ya chama kwenda kwenye mihimili ya serikali badala ya uongozi wa chama. Reuters imewahi ripoti kuwa hali kama hii huweza kudhoofisha dhana ya mgawanyo wa madaraka kati ya chama na serikali na hatimaye kuathiri uwajibikaji wa kisiasa. Mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa kuu la kupima hisia za umma. Baada ya kauli ya Maria Sarungi, mijadala ilijaa kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, Facebook na WhatsApp, baadhi wakitafsiri hali hiyo sio, ama hali hiyo kama ukimi wa kimkakati wengine wakidai ni ishara ya kutengwa kisiasa, huku wengine wakisema kwamba vita baina ya Samia Suluhu naye daktari Nchimbi sasa vimefika kileleni hadi kufikia kiwango kwamba atambuliki katika majukwaa mbalimbali. Wachambuzi waliopigiwa simu na BBC News walieleza kuwa katika siasa za chama tawala, ukimya mara nyingi hutumika kama njia ya kusubiri mwelekeo wa upepo kabla ya kuchukua msimamo. Serikali ya CCM kwa ujumla hazijatoa kauli ama haijatoa kauli rasmi ya kufafanua hali hiyo na ni jambo linalozidisha tafsiri na tetesi. Kwa mujibu wa ripoti ambazo zimetufikia, ukosefu wa mawasiliano rasmi katika mazingira ya maswali makubwa ya kisiasa mara nyingi huacha pengo linalojazwa na nadharia na hisia za wananchi. Wataalamu wa siasa kutoka vyuo vikuu vya Afrika Mashariki wameeleza kuwa migawanyiko ya ndani ya chama tawala si jambo jipya bali ni sehemu ya mzunguko wa kisiasa. Ripoti ya taasisi ya utafiti wa siasa za Chatham House inaeleza kuwa vyama vilivyokaa madaraka ama madarakani kwa muda mrefu hupitia awamu za re, uh, recalibration, ambapo nafasi na sauti za baadhi ya viongozi hupungua ili kutoa nafasi kwa wengine. Kwa mtazamo huo, hali ya makamu Nchimbi inaweza kuwa ni sehemu ya mchakato mpana wa kupanga upya safu ya uongozi kuelekea chaguzi zijazo. Hata hivyo, wataalamu wanatahadharisha kuwa bila uwazi, mchakato huo unaweza kuathiri imani ya wanachama na wapiga kura. Maswali yanayoibuka sasa yanahusu athari za hali hii kwa mstakabali wa CCM na siasa za Tanzania kwa ujumla. CCM kimejijengea taswira ya umoja na uthabiti, na dalili zozote za mpasuka huangaliwa kwa makini na wapinzani pamoja na wadau wa kimataifa. Al Jazeera imewahi kubainisha kuwa vyama tawala vinaposhindwa kudhibiti simulizi za ndani, wapinzani hupata nafasi ya kuhoji uhalali na ufanisi wa uongozi wake na kwa upande wa utawala ukimi wa viongozi wakuu wa chama unaweza kuathiri kasi ya maamuzi na utekelezaji wa sera hasa pale ambapo viongozi wa serikali na chama hawako kwenye mstari mmoja wa mawasiliano. Hili linaweza kuathiri imani ya wananchi katika taasisi za kisiasa. Kihistoria, CCM imewahi kushuhudia vipindi vya ukimya na kutengwa kwa baadhi ya viongozi kabla ya kurejea kwao kwa nguvu au hata kuondoka kabla kwenye aa, ama kuondoka kabisa kwenye nafasi zao. Mfano uliowahi kuripotiwa na East African kuhusu mabadiliko ya uongozi katika ngazi za juu kabla ya chaguzi zilizopita, ambapo baadhi ya viongozi walikaa kimya kwa miezi kadhaa kabla hatma yao kujulikana. Matukio hayo yanaonyesha kuwa ukimya haupaswi kuchukua liwa kama mwisho bali kama sehemu ya mchezo wa muda mrefu wa kisiasa. Hata hivyo, funzo kuu ni kwamba uwazi na mawasiliano ni muhimu ili kulinda mshikamano wa chama na imani ya umma. Suala la alipo makamu Nchimbi na kwa nini sauti yake isikike kwa kiwango kinachotarajiwa linakuja katika kipindi nyeti cha maandalizi ya kisiasa na mijadala ya mustakabali wa uongozi. Hili ni muhimu sasa kwa sababu linaweza kuashiria mabadiliko ya mizani ya nguvu ndani ya CCM, kuathiri nani anafaidika au kupoteza kisiasa na kuonyesha mwelekeo wa chama kuelekea chaguzi zijazo. Ikiwa ukimia huu ni mkakati basi unaweza kumsaidia au kumuumiza kisiasa kulingana na matokeo yake. Na vilevile ikiwa ni dalili ya mvutano basi chama kinakabiliwa na jukumu la kudhibiti mapema ili kulinda taswira na ufanisi wake. Hatua zitakazofuata, iwe ni kauli rasmi kurejea kwa mwonekano wa makamu au mabadiliko ya wazi ya uongozi, ndizo zitakazoamua simulizi la mwisho la sakata hili. Ni hayo tuliokuwa tumekuandalia kutoka hapa Tanza Pulse chaneli yako pendwa, na naokuletea taarifa hizi kwa kina a, bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutupa sapoti yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.